Uh, nimekuwa nikimfuatilia mtu mmoja anajiita Msukuma, ni mbunge wa jimbo fulani huko Sukumani, mm. Uh, nimejaribu kufuatilia spichi zake akiwa bungeni. Uh, yule mbunge anajaribu sana kuonyesha kwamba elimu ya Tanzania haina, yani, haina umuhimu mkubwa sana. Maana yeye anadai kwamba ni la saba, lakini ana mafanikio makubwa sana kuzidi hata ambao wamefika uh, elimu za juu. Sasa wewe unalizungumziaje hilo? Yuko sawa, lakini kuna kuna kitu ambacho yeye haja hajakielewa na hiki la, lazima tukizungumze, kwamba kipi ambacho hajaelewa? Hajaelewa kwamba yeye mwenyewe ana, ana elimu tena kubwa sana, na kwa ufupi anaonyesha namna gani elimu ya Tanzania ilivyo elimu, elimu ya juu, kwa sababu kama yeye ni la saba na ana mafanikio makubwa kiasi hicho kama anavyojinadi maana yake ni elimu hiyo ya darasa la saba ndio imemfanya kuwa hivyo. Tunatumaini angefika form 4 au form 6 au university angefanya mambo makubwa zaidi ya hayo ambayo anayafanya na kujitapa kwamba ame, ame, amefanya kwa elimu ya darasa la saba. Kwa hiyo ha, sasa hapo hapo, hivi wewe unahisi ni sababu gani sasa ambayo inamfanya ina, ina yeye azungumzie issue hizo za elimu kwamba yeye ni la saba, ila stili bado ana mafanikio? Maana sababu ni, ni kwamba ha, hajui tu forms of education ambazo zinapatikana Tanzania. Basically tunazo forms tatu ambazo tuna formal education, informal pamoja na non formal. Kwa hiyo maana yake hakuna mtanzania yeyote anaweza akaja akatuambia yeye hana elimu, kwa sababu tunayo elimu inaitwa inaitwa non formal education inatolewa Tanzania wapi? Kwenye mazingira ya siasa bora mazingira ya utulivu ya amani ya Tanzania. Kwa hiyo kila mtu Tanzania ni educated. Sasa watu wanajua educated ni kupata ni kupita na formal education peke yake lakini hata hii informal na non-formal ni education. Unakuta mtu kaenda VETA ana mafanikio fulani alafu ana, anajaribu kumsema mtu mwenye bachelor degrees kwamba hana mafanikio, anashindwa kuelewa. Wote ni educated na wote wana elimu, kwa hiyo elimu yote ipo katika category tatu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye hajasoma Tanzania, wote tumesoma. Kwa hiyo kila mmoja Tanzania amesoma, ila hapo kwenye kumdefine mtu sasa ndio unakuja kwenye issue ya levels of education exactly. Na hapa lazima tufike sehemu tuseme kwamba kila elimu ina manufaa yake. Ziko elimu ambazo ukizifuata kati ya hizo tatu utakuwa tajiri, ziko elimu ambazo ukizifuata kati ya hizo tatu utasaidia jamii. Kusaidia jamii sio kuwa tajiri. Hapo sasa, msukuma, maana tunamzungumzia msukuma mbunge like wetu, exactly. hivi wewe unachoona yeye level yake elimu ipo katika form yule plan. ni formal education yani yeye na mtu wa university they have no difference, ni watu wale wale kwa sababu naye amepita na form, darasa la saba ni formal education, kwa hiyo hana cha kusema ni amesoma, amesoma formal education. Kwa hiyo uh, tunakubaliana kwamba msukuma ni msomi kama wasomi wengine like exactly. Yes, ni msomi kama wasomi wengine.